Tufungue masikio tulisikie neno hili ili tujue umuhimu wake. Anasema, inna min afdali ayamikum yaumul jumua, hakika katika siku zenu bora siku tukufu ni siku ya Ijumaa. Hii siku ambayo leo tupo kwa Waislamu ni idul muslimin. Ulama walipoitafsiri hadithi hii waliongeza mambo na kuzungumza ubora wake kwa ahadithi zilizopokewa kutoka kwa Mtume. fihi khuliqa adam, kwanza siku hii ndiyo siku ambayo baba yetu Adam aliumbwa, hii siku ya Ijumaa. Wafihi, na katika siku hii hii ya Ijumaa, udkhila ljanna, aliingizwa katika ile pepo, alipoambiwa ya Adam, uskun anta